Leo na jambo letu mahususi tulioko mbele ni mawakili <coughs> wa mahakama kuu na mahakama za chini yake, isipokuwa mahakama ya mwanzo, ambao leo tuna jambo la kueleza waandishi na mkawaambie wa Tanzania tulioko mbele. Na hapa mimi naweza kuzungumza na wakili Madugu, wakili Madugu William, wakili wa mahakama kuu, na mkono wangu naye wakili Dickson Matata naye ni wakili wa mahakama kuu, naye wakili Doris, naye wakili Po Kisabo, wakili wa mahakama kuu, naye wakili Michael, naye ni wakili wa mahakama kuu. Sisi wote hapa wa ni wanachama wa TLS. Sasa tumeona kwamba leo ndugu zetu tuwaite tuwa tutakuwa wasemaji takriban watatu. Tutaanza mimi natakuja Po Kisabo kujibu maswali. Sasa tutamwachia wakili wenzetu Matata aweze kujua maswali yenu kwa e, hiyo tutaanza kuzungumza, baada hapo tutamaliza. Sasa mtapa nafasi mtu hoji maswali ambao mtamgependa tuuliza. Taarifa kwa vyombo vya habari, mwenendo wa mashauri e, ya kijinai yanayoendelea kufunguliwa kote nchini e, na haki ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wana habari, sisi mwakili wa TLS E, tuko hapa e, kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya mbali, e, kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali mbali kote nchini e, yakiwahusu wa Tanzania mbalimbali mbali, baada ya uchaguzi mkuu e, wa ishirini na tisa kutoka mwaka huu na kama nakumbuka e, ndugu ni kwamba wanahabari, tarehe saba ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watu wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza, kwa maana ya leo, watumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Linga, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wanafikishwa mahakamani, na akipata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wanafikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya, masaa machache yaliyopita na watumiwa wengi ndugu, ambao mpaka a mahakamani ni vijana wadogo, kati ya miaka kumi na tisa mpaka ishirini, habari baada ya mashauri yao tulikaa na kufanya tathimini ambapo tulibaini kuwa watumio walio wengi wa sheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya kumi na tatu Ibara ndogo ya sita A, ya katiba Tanzania ya mwaka sabini na <coughs> na saba. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria ikiwemo kwa wakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe saba ya mwezi Novemba ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku e, bila malipo na bila masharti yoyote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika hiyo wameshafikishwa mahakamani tutawasaidia kuwatoea msaada wa kisheria kuwakilisha mahakamani kuwatembelea magezani huko waliposegerea Dar es Salaam na ambao wanaendelea kuchota vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote. Watanzania wa na wanadeserve haki, ndio sasadaa, tuangalie idadi ya watumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. E, mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watu mia nne walikamatwa. Kwa maana ya mkoa Dar es Salaam pekee yake watu mia nne plus walikuwa wanashikiwa katika vituo mbalimbali vya polisi hasa kituo cha polisi Oabei. Mkoa wa Mwanza watu kata mia mbili zaidi ya mia mbili na kati yao nafikiri ia sabini na mbili, mbili, aichwa mahakamani na mbili ambapo kati yao mia e, tatu amashaachiwa na mabakia watuhumiwa kumi na mbili katika mkoa wa Tabora tuna watuhumiwa watano wanaoshikiliwa mpaka sasa, ambao walikuwa wanashikiliwa, mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa mia tatu mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa watuhumiwa kumi, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa mia mbili na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa watuhumiwa kumi walikuwa wameshikiliwa, na kati yao kumi na moja yaasikili waishapelekwa mahakamani.

Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya tarehe tisa, na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe thelathini, thelathini na moja tarehe moja mpaka leo, mpaka kwa baadhi ya watu ambao wanaendelea kukamatwa. Eh, ndugu zangu, ni kwamba mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo. Baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanataka kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani, tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi Dar es Salaam atabei, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, natumiwa pale, na nimeshuhudia wengine wakikuta cha mahakamani eh, mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa ndugu zangu, la wana habari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshatuishwa mahakamani e, katika mikoa mbalimbali. Pia mkapata taarifa ndugu wana habari, ni, so, ni vyema e, mkajua mpaka sasa ni watu wangapi wameshatuishwa mahakamani e, na kwa makosa gani, ili nikaihabarishe umma wa Tanzania, kama inavyooneshwa Dar es Salaam, tunatumia mpaka saa hizi niambiwa arobaini ambao wote tuma zao ni uhaini abakuudia Dar es Salaam tunawatumiwa mia mbili arobaini ambao wanafikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama Kisutu kwa tuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunawatumiwa mia moja sabini na mbili ambao na tuma za unyang'ani kwa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatumiwa thelathini na mbili ambazo tuhuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu kazi Dodoma kwa hatua eh, za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabili. Kigoma watuhumiwa kumi na moja wameshafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa watuhumiwa themanini na tisa ambao walifikishwa mahakama ya hakimu kazi Iringa jana kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi Njombe, Amboa, makamani, liopita, kwa kutumia silaha. Njombe tunatumia tisa ambao walifikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha baada ya kujathibitisha rasmi lakini kwa takriban eh, sio kali rasmi kwa mnaweza mkawa kwa au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na e, na baada ya kufikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hatujapata hati ya mashtaka. Kwa tupata hati ya mashtaka tutawaarifu. Tabora nao watuhumiwa watano ambao bado wanaendelea kushikiwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watapichwa e, mahakamani muda wote kuanzia sasa taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara watuhumiwa ishirini na tisa ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini talimu watuhumiwa tisa tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa arobaini na tano na nao kwa na, tuhuma za uhaini sasa uandishi abali jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo, kwa maana ya uhaini, ya kutumia silaha, kufanya fujo, uharibifu wa mali kwa maana ya uchomaji na alifu wa, wa mali, jumla ya watuhumiwa mia sita arobaini na moja mpaka leo wamechapishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia na habari kutokana na makosa mengi yanayowakabili watumiwa, dhamana ni kwambaaambie makosa yote tumeyasema hapa, takriban yote hayana dhamana, makosa ambayo kwa mjaheza nchi yetu ai na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani watumiwa wote watu walipewa mahabusu Dar es Salaam, umesema hapo katika gereza la Segerea e, adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari, ambayo watumia wanaweza kupewa kama tafuto na hatia ni kunyongwa hadi kufa, awakosa kama ya wahili na, na, na, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya lel, ni kifungo cha jela maisha, wakosa kama ya armed robbery nafungwa maisha na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya e, kama aza naachia a makosa kama ya Aston mchobaji wa wamali ni kifungo cha jela miaka thelathini. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu kurudia, hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hizo tunaahidi sisi kama wakili tutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa kamilifu wake pamoja na sheria za nchi yetu kwa watumiwa wao. Sasa habari v toka na wasemaji kadhaa, kwa amba niishia hapa wenzangu, mwenzangu Paul Oksabo aendelee eh, eh, eh, na kuendelea kusoma statement hii ten eh, ni ndefu kidogo. Ndio ataingia matata kwa maana ya maswali. Na ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo mwenzangu amekwisha zungumza, taarifa hii kwa umma tunaitoa baada ya ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu, chama cha wanasheria Tanganyika, wakiomba pia msaada wa kisheria knuza, kama ambavyo madua ameleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama <coughs> za mawakili kwao, walituma maombi kwenye chama chetu cha wanasheria Tanganyika wana, na sisi kama chama cha wanasheria Tanganyika tuna jukumu la... kwa umma tunajukumu hilo kwa tunalifanya hili jukumu. Eh, kulingana na sheria eh, yetu kifungu namba nne. Eh, kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa, eh, hata wale ambao wako Dar es Salaam na tumeonana nao mahakamani. Naomba hili likae sawa, tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam na wale ambao tumeona mahakamani na nyinyi waandishi habari mlikuwepo. Eh, e, wengine walikuwa na majeraha ambayo yanaonekana kabisa, e, mliwaona walikuwa na majeraha lakini pia wale wale ambao tulizungumza nao pia, e, baadhi pia walitwambia kwamba e, walipigwa walikuwa na hayo wameteswa na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria lakini pia kwa sababu kama ambavyo nimesema walitueleza, na tulipo mahakamani tulieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwa matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuumiwa tata mahakamani, e, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu eh lakini pia katika hali sio ya kawaida, ndugu waandishi wa habari e, baadhi ya watu wengi walionekana wakiwa wengine wamevaa singlet na mtu mwingine amevaa boxa na singlet, si mliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba aidha pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwao wakiwa majumbani, au hawalinyimwa fursa au hawakupewa fursa ya kujistiri. Jambo eh, hili ni, ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu hata kama wewe sio mwanasheria eh. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa kujistiri, jambo ambalo so, eh, ni kinyume na misingi ya utu eh, wa mwanadamu eh. Ndugu uandishi wa habari, licha ya watu wengine kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi eh, waendelea kushughulikia kwa polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtumiwa akikamatwa anapaswa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24 au atoe dhamana ya polisi. Sasa akipita masaa 24 tayari hiyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria e, kwa mfano Dar es Salaam watumiwa zaidi okay, ya 400 walikamatwa na hii e, dalili tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oysterbay kwania kuonana na wateja wetu lakini hatukupewa fursa ya kuwaona, tuliambiwa tu wako mia nne e, na zaidi e, tuka askari alikuwa front desk akawasiana na bosses, kwa sababu tuliambiwa alipo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona pale kituo cha polisi eh. Kwa hiyo tuliambiwa watu mia nne plus wamekamatwa na takwimu za sasa ambazo sisi tunazo ni watu mia mbili arobaini wamefikishwa mahakamani, lakini pia tunafahamu kwamba eh, kuna wengine wameshaachiwa kwenye eh, vituo mbalimbali vya polisi eh, ikiwemo pia Oysterbay japo eh, kuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi amba eh, eh, ambao tayari wameachiwa. Vile vile pia ndugu wengi ambao kwa watu wao ndugu zao wameshikilia kwenye kituo mbadala cha polisi, wamekuwa wakinyimwa fursa ya kuwaona na kuonana na hao ndugu zao, wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. Hivyo e, tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona uh, katika vituo vya polisi kwa sababu ni haki yao. Kama mtu anashikilia kwenye kituo cha polisi, ndugu ana haki anaenda kumwona ndugu yake ambaye anashikilia kwenye kituo cha polisi, na ni jambo la kisheria wala sio jambo la la, la kificho ni jambo ambayo sheria inataka hivyo. Kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake, ana haki apende kumwona na kuongea naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa. Kuna mahitaji pia ambayo eh, <coughs> lakini pia eh, kama ambavyo tumekwishasema, watu eh, wengine wanashikiliwa vituo vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu. Eh, na ndugu zao hakupewa taarifa ya watu walipo. eh, hii ilipelekea sintofahamu eh, kubwa. pengine eh, unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa halafu anakuwa anazuiwa kwenda polisi, hupati labda nafasi ya kumwona na hali iliyotokea, eh, nadhani wengine, wengine wengine wanakuwa wanafikiria amefariki labda labda, au ah, nini, yaani mtu wake huko kwenye sintofahamu, ko ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sinofahamu kwa watu ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya ya polisi. Polisi wawape eh, nafasi au fursa ya ndugu kuwaona eh, ndugu zao ambao wako kwenye vituo vya polisi eh, kama ambavyo nimeweza pia mawakili kupata ile changamoto, na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa eh wito wetu Ndugu eh, waandishi wa habari tunatoa wito ufuatao kwa, kwa jeshi la polisi. Kwanza linapaswa eh, liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa eh, katika kituo cha polisi eh, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwaachie huru eh, hawa watu wakaungana na wapendwa wao, wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleze majukumu ya kujenga taifa. Mtu anapokaa ndani anakuwa eh, hafanyi kazi manake, si anashindwa ika <tikati> taifa lake. Ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru, hiyo waweze kuendelea na majukumu mengine eh, akujenga taifa. Lakini pia eh, tunatoa wito kwa jeshi la polisi eh, kuwaruhusu ndugu jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wa wanashikiliwa kwenye vituo mbalimbali eh, vya polisi. Kama ambavyo unajua Uh, maeneo mengi nchini uh. Kwa hiyo wapewe hiyo fursa ya kuonana nao, ili uh, angalau waweze kuwapatia vingine na mahitaji na vitu vingine eh, uh, kimsingi vinahitaji kwa mtu ambaye. Lakini uh, pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wako kwenye vituo vya polisi uh, ili waweze kuwapa Ee, msaada wa kisheria msaada wa kisheria sio mahakamani tu, kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada, iwe gerezani, iwe, watu msaada kwa hiyo, ee, watu wa iwe gerezani, watu wanahitaji msaada wa kisheria kwa hiyo eh, watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa sheria. Kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa, wa sheria, msaada huo wa kisheria, lakini pia E, tunatoa wito kwa jeshi la magereza, kwa wale watuhumiwa wa ambao tayari wameshafikishwa wa mahakamani. Nadhani nafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa wa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili, kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipokuwa na wakili au ndugu, wamepelekwa na baada eh, eh, wa ya hapo apo wamepelekwa magerezani kulingana kwamba tumaaakabilama kwa hiyo eh, na haijaelezwa wazi kwamba wapelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza eh, kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani, jeshi la magereza eh, na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu kwa namna ya kuwaona ndugu zao kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yuko Kisanga Dodoma au yuko wapi, ili kusudi ndugu eh, au eh, wazazi marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia E, ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji e, ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa, na kwa mujibu wa Katiba mtu yeyote kwamba kuonekana kwamba hana hatia sawa, hiyo ni kwa mujibu wa Katiba e, ya Jamhuri. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote isipokuwa e, haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka, kwa haki zingine zote za binadamu wana wanazo. Kwa hiyo wanahitaji kupata mbalimbali hey, ya kibinadamu mavazi hey, na mengine ya mahitaji ambayo ni ya muhimu hey, lakini pia jeshi la magereza hey, kwa wakazi da wa Dar es Salaam wengi watumi walipelekwa Segerea kaniimu tu hey, ndugu zao wakafika Segerea kwa wale ambao tayari wameshafikishwa hey, mahakamani. Lakini pia hey, tunawasihi sasa, tunatoa wito pia kwa ndugu E, wazazi au wanafamilia, watu ambao wameshafikishwa e, magerezani, waende na vitambulisho pia pasababu, zani, kwa sababu utaratibu gerezani unatakiwa utoe kitambulisho. Hata sisi marafiki pia huwa unaonyesha kitambulisho chako kni, e, pia ndugu marafiki wanaenda kuwatembelea hawa watu waende na vitambulisho e, ili pia wakwepa kupata usumbufu. Sikiwa una vitambulisho uh, unaweza usipewe fursa ya kumwona ndugu yako. Wa watu taamesafiria wametoka mkoani au bai halafu afike tena arudishe kwa sababu tu akitambulisho hana kwao. Tunatoa nawasili pia waende hei, na utambulisho la kuwatembelea eh. Lakini pia eh, tunatoa wito kwa mkurugenzi eh, eh, wa mashtaka nchini kutumia mamlaka yake ya sheria kwa mujibu wa sheria kufuta mashtaka haya kwa sababu kwa tathmini yetu E, tunaona kwamba mashtaka haya ambayo yamefunguliwa kimsingi tunaona hayana miguu ya kusimama kisheria. Kwao ni vyema kumiza mashtaka katumia mamlaka yake ya kisheria kuyafuta haya mashtaka, na kama ambapo tumeeleza pia, mwisho ni kwamba sisi tutaka uwasilishwa kisheria, na wote nadhani mafahamu kwamba jana Chama cha Wanasheria Tanganyika imetoa tayari orodha ya awali ya mawakili ambao tayari wanatoa msaada kisheria. E, imeorodheshwa kwa mikoa mbalimbali: Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza e, Mara. Kwa hiyo tayari orodha ya awali imeshatoka ya mawakili. Kwa hiyo napenda pia kutoa taarifa kwamba sasau wakiishwa kisheria mawatulmia wote nchini e, e, na bila ubaguzi wa aina yoyote. Ndugu waandishi ya habari, ilidaapa ndo mwisho wa tamko letu ya siku ya leo, na tamko hili limetolewa na mawakili ambao ni wanachama wa chama cha ja wanasheria Tanganyika, na tamko hili lina baraka zote cha, la chama cha wanasheria e, wa Tanganyika. Asanteni kumsikiliza, karibuni kwa maswali. Maswali yatajibu wakili e, Matatu.